Ni furaha yangu kwamba Mungu amekusaidia mimi. Ni furaha yangu kwamba Mungu mpaka hapa amekutia nguvu. Unaweza ukajiuliza ilikuwaje tangu mwezi wa kwanza hadi kuwa kumi na moja. Wako wengi tumewasahau tumewapoteza, lakini mimi na wewe tuko salama. Maana yake ni kwamba kuna namna Mungu ametusaidia Hatuwezi kukwepa huu ukweli kwamba kuna nguvu inatulinda. Hatuwezi kukwepa huu ukweli kwamba kuna watu wanaomba kwa ajili yetu. Hatuwezi kukwepa ukweli kwamba kuna watu wanafunga na kuomba kwa ajili yetu. Ndugu msikilizaji, simama na Mungu, mtumaini Mungu na yeye atakusaidia. Basi wa katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa sababu ya msikilizaji wako, ninakutukuza kwa sababu ya mtazamaji wangu anayefuatilia kwenye mtandao, ninakutukuza kwa ajili anayenisikiliza huko njiani na nyumbani, kwa sababu sauti hii iliyojaa nguvu sana iliyojaa rehema na msamaha wako itafuatana nao, itawasaidia. Yupo anayetafuta kazi Yukfaambaye anauma yuukfaambaye anatafuta chakula cha watoto wake yufaambaye anapitia changamoto mbalimbali kwa nyumba yake, Mungu ninakuomba, tumeleta mahitaji haya mikononi mwako, ya watu wako na kanisa lako la miseni. Mungu kasikie kuowa kwetu katika mtaa huu ukawafungue watu wakwo uchumi. Kiuchumi wawihuru kiroho wa ki kati ka china la Yesu Kristo wa Nazareti na mtaa wetu ukaendelea kuwa salama na miti ya watu hawa wanaonisikiliza ikawe salama, familia zao zikawe salama, na ili Tanzania nzuri tuliyoizoea ikawe salama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nenda ukatusaidie, e Bwana, tulizaliwa tukipenda amani, tulizaliwa tukipenda kuona ukimtembea nasi tukiwa huru ee Bwana, inaomba Mungu usiruhusu Ibilisi wala mawakala wake walete uharibifu wa namna yeyote, ili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu unatafuta mtu mmoja atakaye kuomba ili upate kulinda boma. Yesu, tuko hapa. Yesu, niko hapa, sikia maombi yangu siku hii ya leo, mtawetu kata yetu wilaya yetu mkoa wetu nchi yetu na watu wetu wakawe salama, kama Rahabu alivyosema kwamba enyi malaika niapieni kwa Mungu wenu na mnipe alama ya uaminifu kwamba mimi na familia yangu tutakuwa salama mtakapokuja kuangamiza nchi. Bwana Yesu tunakuomba, alama ya uaminifu uliotupa ni wokovu uaminifu uliotupa ni damu yako Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Hebu ikanene mema kwa ajili ya wewe baba, ikanene mema kwa ajili ya wewe mtoto, ikanene mema kwa ajili ya wewe binti, ikanene mema kwa ajili yako na hawa watumishi ambao wanasikiliza neno hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Safari zao ambazo wanaenda, iwe ni pikipiki, miguu au magari, iwe ni meli au ndege au chombo chochote ambacho kinasafirisha mwanadamu, damu ya Yesu tunaizingira kwa nyimbo, vyombo tunakataa, ajali tunakataa, mipango ya adui kafara za damu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu kasimame, Yesu kasimame, Yesu kasimame na damu yako, na ikatende sawa-sawa na vile Bwana wa majeshi ulivyokusudia, ulivyokusudia 2025, e Bwana, Novemba hii Bwana mpaka Disemba, e Bwana, tunajeka mikononi mwako Bwana huu mwaka kumaliza kwa nguvu zako katika Ka jina la Yesu. Maombi haya e Bwana, ukasikie ukasikie, kuomba kwetu alia Bwana wa majeshi. Mahali ambako udhaifu umekuwa mwingi kwetu, ukaturehemu na kutusaidia nalika. Damu yako Yesu Kristo iwe nami na watu wangu hawa katika jina la Yesu Kristo. Damu yako ikaponya harizi zetu. Damu yako ikaponye miima ya milango yetu, damu yako ikaponye njia tunazopita, damu yako ikatuongoze. Achilia pako hapo, achilia nguvu zako. Na siku hii ya leo Bwana tunaitakasa na kuibariki. Imebarikiwa siku yetu ya Jumapili, imebarikiwa shughuli zetu, imebarikiwa kazi zetu, imebarikiwa kila tunachofanya. Adui hana nafasi katika jina la Yesu. Imebarikiwa masaa yote ya siku ya leo, imebarikiwa sekunde zote ya siku ya leo, imebarikiwa kila kitu.